Vijana mko hapa ndani? Vijana we... Vijana a we... ni sema, ndio? Chama chetu cha ODM. Hakuna vile Bahari Hindi itatoka, Hindi ingie katika Mto Tana ama adhiriva, Hakuna ama ingie Mto Yala, Ama ingie Lake Victoria, Chama chetu ni chama kama baharini, na ndio tumesema, ndio ukweli. Tuko katika serikali ya broadbase sasa mpaka mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba, na nataka niseme hivi, chama hiki lazima tukuwe na kandidate ambaye atakaa katika meza hii, tutengeneza serikali.